Mambo vipi, mwanafamilia wa Mone simulizi? Karibu sana katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri, simulizi ya Yoranda, binti mwenye jinsia mbili. Ni mzigo mkali sana kwa hakika, usiache hata nukta. Mimi ni msimuliaji wako nagojea, anaitwa Salki, au unaweza kuniita Mr. Stoliban. Basi baada ya kuwa wapenzi rasmi mimi na mwenza wangu Robert ambaye napenda kumwita Robi tukafunga zetu ndoa. Kama kawaida, maisha yetu yaliwashangaza wengi, jinsi tulivyokuwa tunapendana. Muda huu ilinipaswa niwe na tabia za kike sasa, kwa maana mazoezi yalishaniharibu mwonekano wangu, nilikuwa nafanana na wanaume. Yaani kusha kazi sasa, nimeshaolewa ni mke wa mtu Haikuwa na budi kujitengeneza nirudi katika mwonekano wangu wa kike. Basi nilianza mazoezi ya kike kujiweka sawa, hasa kutengeneza shepu. Basi wiki mbili tatu zilitosha kuniweka sawa katika mwonekano wangu wa kike. Suruari pamoja na nguo zote za kiume nilizotupia kule, nikatafuta nguo za kike nikavaa. Penzi letu lilikuwa tamu sana kiasi ambacho nilikuwa naona fahari kumpata mwanaume kama huyu ambaye ameweza kunitoa katika machungu mazito. Hapa nilianza kuikubali hali yangu, mume wangu akanipa nafasi ya upendo kuniponya yale ambayo nilikuwa napitia, ila kiasiri kabisa, nilipokuwa natazama maumbile yangu nilikuwa naumia sana. Nilikuwa nafikiri zaidi kuhusu mwenza wangu juu ya hali ile ambayo ilikuwa inanitesa inaniumiza nikiitazama kumbe si hivyo yani nilikuwa namfikiria mume wangu jinsi akinitazama ni kama muda labda atakuwa ana hamu na mimi yani nilikuwa nawaza vitu vingi vya kijinga jinga tu sana kumbe wala yani mume wangu yuko shwari tu yani kabisa amependa huwa na boga lake yani amependa mazima mazimani amezikwa amekufa yani yani amekufa ameoza ni mimi tu vile sijiamini yani, si unajua yani, unajua kuna hali fulani ambayo ukiwa unapitia yaani, kuna vitu fulani hivi unakuwa unahisi yani, yaani mwenyewe yani, unakuwa hata hujiamini. Basi unajua nini, mume ni mume tu, lazima ajue kile ambacho mwenza wake anapitia. Wakati mimi nilikuwa nataabika na kuwa na mawazo mengi kuhusiana na hali ambayo nilikuwa napitia, basi mume wangu naye alikuwa anahangaika huku na kule, Kuhakikisha kuwa ananitafutia matibabu. Mwisho wa siku akanipasha habari kuhusu matibabu ya mwili wangu. Kilichofuata ni upasuaji wa mwili wangu, kuondolewa jinsia moja, kubaki na moja. Hofu kubwa ilinitanda, nisio na uhakika juu ya uhai wangu. Niliona wazi naenda kuipoteza roho yangu. Basi bwana, niliingizwa katika chumba cha upasuaji Nikafanyiwa upasuaji kuondolewa sehemu moja ya mwili wangu. Hapa nikawa mwanamke rasmi, ila haikuwa rahisi kama unavyofikiria. Baada ya kufanyiwa upasuaji, nilisumbuliwa na kidonda takriban mwaka mmoja, yani nilikuwa na kiuguza iko kidonda kwa maumivu makali mno, tena kwa masharti ya chakula. Mume ilibidi awe mvumilivu ndani ya mwaka mmoja yaani, aweze ukaamini, huu mwaka mzima mume wangu alikosa huduma kutoka kwenye mwili wangu. Kwa hakika, mwanaume wangu alikuwa ni miongoni mwa wanaume bora wenye kujali, pia wenye upendo. Ana sifa nyingi ambazo wanaume wengi hawana. Kwa hakika, mume wangu sijawahi kumchoka kila siku zinavyozidi kwenda ndivyo nazidi kuzama zaidi juu ya penzi lake. Kwa hakika nampenda sana tena zaidi sana. Namwombea kwa Rabana awe na umri mrefu. Basi kidonda kilipona, ndipo niliporudi penzini kuendelea na safari ya mapenzi tuliighairisha kwa muda mapenzi. Alizidi kuendelea huba likakolezwa kwelikweli. Kwa hakika historia yangu ya maisha ilianza ikiwa na machungu mengi, ila mwishoni imekuja kuwa na furaha isiyo na kifani. Kuna muda nilikata tamaa kabisa ya maisha baada ya kukutana na watu ambao sio sahihi, nikanyanyuka nikajikaza, hatimaye leo uvumilivu umezaa matunda. Ile kauli ya ile kauli ya mvumilivu hula mbivu, basi ilikuwa imetimia katika maisha yangu kikubwa katika historia yangu. Napenda kuwajuza wote wenye changamoto kama ya kwangu au wale walionizidi changamoto, wasio wanyonge, wajikurubishe zaidi kwa Mwenyezi Mungu, basi wataipata salama. Kwa hakika, wanadamu tunapitia changamoto nyingi sana, hasa sisi wenye ulemavu ndani ya miili yetu. Kama umezaa mtoto mwenye jinsia mbili, usimtupe, mpende, mwonyeshe thamani ya kuishi mara nyingi watu wenye matatizo huhitaji zaidi msaada wa kisaikolojia. Ukifanikiwa katika saikolojia, utakuwa umepiga hatua kubwa sana. Kwa sasa niko na furaha kubwa hapa nilipo, nipo na kichanga tumboni, tunatarajia mtoto panapo majari wa mumba. Mama yangu anaishi vizuri kabisa, yuko na furaha mara mia zaidi. Kuhusu pesa, sio shida kwetu, tunazo za kutosha mume wangu ni tajiri mkubwa, ana kampuni za kutosha kabisa. Kaniongeza mtaji kwenye biashara yangu ya gym. Sasa nina gym mia moja katika maeneo tofauti. Kwa sasa sio mwalimu tena wa mazoezi, nimeajiri watu wanafanya kazi hiyo, mimi nasubiria pesa tu. Kuhusu baba yangu <laughs> sijui kabisa kuhusu taarifa zake na sitamani kusikia taarifa kumuhusu, maana naona hazina haja juu yangu lakini mtanisamehe, najua naweza nikawa nawaumiza baadhi ya watu kusema hivi. Sihitaji tena kujua taarifa kuhusu baba yangu, lakini nafanya hivi ili moyo wangu uweze kutulia, kwa maana nikifuatilia kuhusu habari zake naweza nikajikuta naumia zaidi. Ndio maana nimeamua maamuzi haya, naomba muheshimu maamuzi yangu. Jamii nzima imebaki midomo wazi, wanaona maajabu kwenye mwili wangu, hawajawahi kuona maajabu haya. unajua wengi huzani mimi nazungumza utani hapa kuhusu masuala ya jinsia mbili, ila nikujuza jambo, huu ni uhakika kabisa, ni ukweli. Watu hao tupo, ila wewe haujawahi kukutana na sisi. Labda siku uvuliwe nguo, uyaone maumbile yao, ndiyo uamini. Najua wengi ndio akili zenu hizo ila ilaka ukijua kuwa wanawake wenye mchanganyiko wa jinsia wapo. Kama leo wapo wanawake wenye ndevu wapo, wanaume wenye maziwa wapo, wanaume wenye mionekano na tabia za kike, inashindikanaje kuwepo kwa watu wenye jinsia mbili? Ni kitu ambacho hakiingie akilini kabisa. Unajua mimi nisiongee Sara, kuna muda inaweza nikaongea hapa nikaonekana kama na, natukana watu ama mimi nimekuja hapa kueleza historia kwa ajili ya kuwa ninasiba au kujionesha mimi kuwa ni, ni, mbabe. Hapana, ila natamani elimu wafikie wengi sana. Dunia ya watu wenye akili watakuwa wananielewa. Sayansi imeshaeleza tayari kuhusu hivi vitu, dini ndo kabisa ishafunga kurasa toka zamani. Kazi ni kwako sasa, ni kukubali au ni kukataa kuendeleza mijadala isiyo na faida wala elimu mpaka siku utakapozaa mtoto kama huyo ndipo utaamini kuwa kuna binadamu ana jinsia mbili. Hadi hapa mimi, bwana, sina la zaidi. Kama mtu umejifunza, nashukuru sana ila kama hujajifunza, nikwambie samahani kwa usumbufu kusikiliza historia yangu, lakini lengo langu ni wewe kuweza kujifunza. Unaweza ukairudia tena ili uendelee kujifunza na kueleza zaidi kuwa kuna watu ambao wanaishi wanateseka wakiwa na jinsia mbili. E bwana, mpenzi msikilizaji, ahadi hapa mimi nikuambie tu asante kwa kuendelea kusikiliza sibulizi zetu. Mzigo wetu wa Yoranda hapa ndipo unapoweza kuishia lango. Jina mimi naitwa Salki, au naweza kuniita Mr. Storyman. Tukutane tena katika mizigo ambayo inafuata ili tuweze kujifunza zaidi. Unajua amoni simulizi bwana, simulizi zake ni za kitofauti kidogo, ni simulizi ambazo zinagusa moja kwa moja mazingira ambayo sisi tunaweza kupitia, mazingira ambayo tunatokea kabisa. Hivyo ni muhimu sana kuhakikisha kuwa unafuatilia kila simulizi ambayo itakuwa iko hewani.